Karibu tena mwana team Kenyan Media. Kwenye mwendelezo wa habari zetu niko hapa kwa minajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ninakuchambulia kwa, Nina kwa lugha ambayo inaeleweka yale ambayo yameweza kujiri. Moja kati ya yale ambayo tunaenda kuangazia kwenye kanda hii ni kuhusu kesi ambayo imeweza kuwasilishwa kwenye mahakama kuu hapa nchini Kenya ili kumzuia Rais William Ruto kutouza kampuni ya Safaricom kuelekea kwa wawekezaji kutoka ruba za kimataifa. Sasa tunataka kuweza kuangazia ni akina nani hawa ambao wameweza kupeleka kesi mahakamani, ni kwa nini wameweza kuamua kufanya hivyo lakini kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, ninakuomba ikiwa unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde moja, mbili, tatu, kapiga subscription. Ukifanya hivyo, utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kupokea taarifa zetu ambazo tunazipakia baada ya kufanya uchunguzi, utafiti wa kina. Vile vile like video kwa sababu, kileki hiyo video mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kuipea support ili sambae kuelekea kwa wasikilizaji na watazamaji wengi, na usisahau kubonyeza hapo mahala ambapo wamekuandikia share, ili ushe taarifa hizi kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa zetu ziweze kutazamwa na wengi sana, mtazamaji wangu kuna mambo ambayo ninajua haujaweza kuyasikia. Sasa ombi limeweza kufunguliwa mahakamani kupinga uuzaji wa hisa za serikali ambazo serikali inataka kuuza kwa shilingi bilioni 204. Juzi kati au ukipenda juzi juzi, uh, tuliweza kumsikia mbunge wa Huyu mbunge mwenye anaitwa Ndindi Nyoro kutoka Kiharu aliweza kumpea Rais William Ruto wasia kwamba hakuna haja ya kuweza kuuza kampuni ya Safaricom kuelekea kwa wageni kutoka nchi za nje, kipindi ambapo hii kampuni iko na dhamani kubwa katika taifa letu la Kenya. William Ruto anataka kuuza ile kampuni

Mm -hmm. there were, it was then trading at 27.5 shillings. Um, some guys uh, gave up a bid. They wanted to buy us out as small shareholders. And they were buying, it, buying us at 40 shillings per share. From 27. From 27? 27.5. Jeff, mm -hmm. Because I thought I'm getting an upside of 45%. Yes. This is too good a deal. Mm -hmm. Your friend, the late Chris Kerobe,

So the best way to cure, even in terms of the market, eh, where there is a symmetry of information, is to open up the bid. And I'm repeating that word because that is where the solution lies. Lakini, William Ruto aliweza kumjibu kwa dharau Ndindi Nyoro. Kumbuka kwamba Ndindi Nyoro ni mwana uchumi. Amesomea mama maswala ya uchumi, anaelewa kila kitu. Ila, William Ruto aliweza kumjibu Ndindi Nyoro kwa dharau.

Their political conmanship and intellectual deceit. We don't need it. Lakini sasa kesi imefunguliwa mahakamani kuomba mahakama iweze kumzuia William Ruto mara moja asiuze hisa za serikali kwa kampuni ya Safaricom ya mawasiliano. Sasa tunaelezwa wanaharakati wa kisiasa ambao ni Profesa Friedrich Ogola pamoja na Tony Gachoka waliweza kuwasilisha ombi katika mahakama kuu wakitaka kusitishwa kwa mba, mpango kamiradhi wa serikali ya kuuza au mpango wa kuuza asilimia 15 ya hisa zake katika kampuni ya Safaricom, unajua Serikali ni mwekezaji katika hii kampuni ya Safaricom ambayo inatupea mawasiliano. Serikali kulingana na ule ujuzi ambao niko nao, inamiliki asilimia thelathini na tano ya hisa, lakini wanataka kuuza hisa kumi na tano Sasa tunaelewa ama tunaelezwa uh, ombi hilo limeweza kuwasilishwa leo na wanaharakati hawa wanaonya kuwa, ama, walalamikaji hawa ambao ni wanasheria wanalalamika kuwa mpango huo unatishia usalama wa taifa, umiliki wa data au kwa lugha ya kimombo unaweza ukasema data sovereignty, pamoja na maslahi ya umma. Angalia hili suala hapa, tuweza kuliangazia tukiwa tunazungumza. Ona, Kampuni ya Safaricom inabeba data zetu nyingi sana. Fingerprint ziko pale, kipindi ambapo naenda kusajili laini ah, tuko na kitambulisho pale, kwa sababu lazima wachukue kitambulisho, wapige picha mbele na nyuma, waweze kuhifadhi kwenye servers zao vilevile vile, hii kampuni ya Safaricom ipo na data zetu za pesa ambazo tunatumaniana kwa kila siku na hivyo basi, hawa wanaharakati ama ukipenda wanasheria ambao wamepeleka kesi kupinga William Ruto asiuze hii kampuni ama hisa za hii kampuni wanaeleza kwamba kuna tishio la usalama wa taifa A, kipindi ambapo unajua, wale ambao watakuja kununua hii kampuni ama kununua hizi hisa za kampuni wanaweza kutumia kuuza taifa letu kuelekea kwa wahalifu. Najua sasa hivi mnaweza ama serikali inaweza ikaangalia jinsi ambavyo wananchi wanawasiliana, alipiga simu kutoka wapi. Sasa wanahofia kwamba hii kampuni mpya ambayo inaenda kupewa hilo inaweza ikaficha na uhalifu unaweza ukaongezeka katika taifa letu na vilevile vile, datas zetu zitaingia mikononi mwa watu ambao si wa Kenya. Sasa tunaelezwa, kwa mujibu wa waraka wa mahakama serikali kwa sasa inamiliki hisa asilimia 35 ya Safaricom na inapanga kuuza, nimekwambia, asilimia 15 kwa kampuni ya Vodacom grupu ambayo ni kutoka kwa rubaa za kimataifa ambayo inadhibitiwa na wawekezaji wa kigeni wazungu hatua wa hiyo itapunguza umiliki wa serikali, uh, hadi hisa asilimia 20. Sasa waliofunguliwa kesi ni kati ya ni William Ruto, waziri wa hazina ya kitaifa, tuko na waziri wa habari, kampuni ya Vodacom, pamoja na kampuni ya Safaricom. Angalia mtu kama huyu, mwanaharakati mwenye anaitwa Tony Gachoka alisema hivi, ninabadilisha haya maneno kutoka kwa lugha ya Kimombo, kutoka kwa barua ambayo nimeweza kuipata kutoka mahakamani. Inasema kwamba aliweza kusema hivi: huu ni mpango unaohusu rasilimali yetu ya taifa inayogusa mawasiliano, pesa za simu, mobile money umiliki wa data na usalama wa taifa, umefanywa kwa siri, haraka na bila ushindani au ushirikishwaji wa umma. Sasa unaona, moja kati ya yale ambayo yameweza kuwagusa hawa wana harakati ama wanasheria kuamua kumfungulia Rais William Ruto na serikali yake kesi kuhusu kuuza kampuni ya Safaricom au kuuza hisa za kampuni ya Safaricom kuelekea kwa Vodacom. Wanaeleza hivi: Safaricom ni, ni rasilimali ya taifa, ni rasilimali nyeti ya taifa yetu, kwa sababu kampuni ya Safaricom inafahamika kwamba inamilikiwa na taifa la Kenya. Kwa hivyo kipindi ambapo inauzwa, tunaharibu sekta ya mawasiliano wale ambao wanaweza wakakuja wanaweza wakaharibu mpango jinsi ambavyo Safaricom ilikuwa inasimamiwa. Ninaweza nikakupea mfano mzuri mimi, unajua, nimelelewa katika kaunti ya Kericho, nikaeleza mama yangu alikuwa anafanya kazi pale mimi, kwa hivyo ninaelewa maswala jinsi ambavyo chai ilikuwa inachumwa Kericho. Sasa hapo zamani ulikuwa unapata kwamba ya, tulitoka pale kitambo. Hapo zamani ulikuwa unapata kwamba kampuni ilikuwa inamilikiwa ilikuwa na, na wazungu Unilever, wakaja wakauzia watu wengine, wazungu wengine sio wazungu, Wahindi. Sasa kipindi ambapo ile kampuni ya Unilever ilikuwa inasimamiwa na wazungu, faida ilikuwa, wananchi walikuwa wanafanya kazi kwa utaratibu, wananchi walikuwa wanaajiriwa kila mwezi ili wafanye kazi kwenye estates kukimu mahitaji ya familia zao. Lakini ile kampuni ya chai Kericho ilipouzwa kuelekea kwa Wahindi, sijui walikuwa wanaita kila nani, walileta jina lao mpya la Akatela, something like Akatela. Kuna wale watu ambao wananitazama kutoka Kericho, nadhani kwamba mnaelewa walipouza ile kampuni ya Unilever kuelekea kwa, kwa kampuni nyingine ambayo inaitwa Katela, ile kampuni ilianza kuunda hasara. Wananchi wako kuwa wanaajiriwa jinsi ambavyo walikuwa naajiriwa hapo nyuma. Kwa nini? Usimamizi mbovu, kampuni ikaanza ku, kuporomoka. Wakaanza kufuta kazi wafanya kazi ambao walikuwa na chuma chai kutumia mikono, wakaanza kuwaleta ama wakaanza kuleta mashine zichume chai kumi, eh, kukuku, kukuku, kuchukua nafasi ya wananchi. Sasa hawa ambao wamepeleka kesi hii mahakamani ninakuletea mfananisho, wanasema kwamba hii itaathiri usimamizi na huenda hii kampuni ya Safaricom ikapata hasara, ikaathiri usimamizi, iwapo serikali itaendelea mbele na harakati zake za kuuza hisa zao kwenye kampuni ya Safaricom. Vilevile wanasema kwamba umiliki wa data utatoka kwa mikono ya serikali iende kwa mikono ya wageni, kitu ambacho kinaweza data zetu, kama vile vitambulisho, fingerprint, vinaweza vikatumiwa kwenye kitu ambacho kinaitwa kama uhalifu, usalama wa taifa utaathirika. Sasa hawa waombaji ambao ni wanasheria kina Tony Gashoka wanasisitiza kwamba Safaricom inadhibitiwa kwa kiwango kikubwa aa, ama Safaricom inadhibiti kwa kiwango kikubwa sekta ya mawasiliano katika taifa letu la Kenya, sekta ya M-Pesa, malipo ya kidijitali, biashara mtandaoni, na miundombinu ya ujumuishaji wa kifedha nchini wanasema kwamba mpango huo unakiuka mpango huo wa kuuza hii kampuni ya Safaricom unakiuka kifungo cha kwanza kumi katika ibara ya mia mbili na ishirini na saba ama cha kitabu ama cha katiba vinavyotaka uwazi, uwajibikaji na ushiriki wa wananchi katika uuzaji wa mali ya umma. Unajua katiba inasema kwamba kipindi ambapo serikali inataka kuuza kampuni au inataka kuuza mali ya serikali lazima kitu ambacho kinaitwa transparency uwazi kuwepo, vilevile vile lazima uwajibikaji, vilevile vile lazima ushiriki wa wananchi, wananchi waweze kutoa maoni, public participation kwa lugha ya kimombo. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, public participation kwa lugha ya kimombo, waje waniuliza bwana Ezra unaonaje, tuweza kuuza kampuni hii ya Safaricom? Mwingine aseme ndio au la. Lakini sasa serikali ser haikuweza kuwashirikisha wananchi, waliamua kuweza kuchukua hatua zao bila ya kushirikisha wananchi yeyote. Kwa hivyo, katika notisi ya maombi ya dharura, waombaji hawa ambao ni ya Tony Gashoka na wakili Profesa Fredrick Ogola wanataka hivi, wanataka mahakama mara moja iweze kuzuia uhamishaji, uuzaji au uhamishaji wa hisa za serikali kutoka kwa kampuni ya Safaricom kuelekea kwa, kwa kampuni ya Vodacom. Namba mbili, wanaomba kwamba mpango huo wa kuuza kampuni ya Safaricom usitishwe mara moja. Mambo yamekaa magumu hapa vilevile vile. wanaitaka mahakama iweze kuamuru bwana Ruto afichue namba moja, ripoti za tathmini ya thamani ya Safaricom Unajua, Safaricom ipo na bei yake kama ni trilioni nne kama ni trilioni tano kampuni nzima. Wanaomba serikali iweze kutoa ripoti ya tathmini ya thamani ya Safaricom kwenye hisa zao ambazo zipo kwenye kampuni ya Safaricom. Namba mbili 2 wanaomba washauri, majina ya washauri wale ambao waliweza kushauri serikali iweze kuuza hii kampuni ya Safaricom yaweza kufichuliwa. Namba tatu, wanaomba taratibu za manunuzi ziweze kutolewa. Walijaza wapi, walielewana kivipi? Ndiyo iweze kuonyesha walielewana pesa ngapi, kwa sababu wanaweza wakauza hizo hisa 15 kwa bilioni mia tano alafu watuambie kwamba wameuza kwa shilingi bilioni mia mbili na moja. Wana vilevile sheria, hawa wanataka makubaliano yoyote yaliyofanyika kati ya Kenya na Vodacom walielewa na kivipi, ni kipi ambacho serikali inahitajika kufanya, ni kipi ambacho Vodacom itafanya. Na vilevile vile, wanataka idhini ya baraza la mawaziri. Baraza la mawaziri liliweza kuamuru lini kwamba kampuni hii iweze kuuzwa? Kitu ambacho kimeweza kunishangaza zaidi, walalamikaji hawa ambao ni wanasheria wanasema kwamba Serikali imetumia sheria ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP Act kimakusudi kukwepa sheria ya ununuzi wa uuzaji wa mali pamoja na sheria ya ubinafsishaji, huku wakisisitiza kuwa idhini ya bunge lazima iwepo. Wanasema kwamba lazima bunge liweze kujadili sasa, kulingana na ushahidi ambao uliweza kuwasilishwa mahakamani, hawa wanaharakati ama hawa wana sheria wanasema kwamba serikali imesema kwamba inataka kuuzia Vodacom asilimia kumi na tano, lakini wapo na ushahidi kwamba iwapo ombi hili la kaisa za serikali litakubaliwa kwamba wauze hisa za serikali kuelekea kwa kampuni ya Vodacom, Vodacom itamiliki takriban ya asilimia 55 kwa kampuni ya Safaricom na wala sio asilimia 15 jinsi ambavyo walikuwa wamesema. Kwa hivyo hawa wanasheria wanataka haraka iwezekanavyo mahakama iweze kuzuia hatua za Rais Ruto kuuza hisa za serikali ambazo ni 15. Kumbuka kwamba serikali inamiliki hisa 35 kwenye kampuni ya Safaricom. Lakini wanataka kuuza hisa 15. t 5 na nimekueleza kwamba wana... sheria wanasema kwamba hiyo itakuwa ni kana kwamba tumepeana datas za Wakenya kuelekea kwa mikono ya wageni, na hicho kitu ni kinyume na katiba yetu ya taifa letu la Kenya. Wacha niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji, rais Ruto anasema kwamba anatafuta pesa za kufanyia maendeleo mpaka auze hisa za serikali. Juzi tu waliweza kuuza KICC, ke wakauza Kenya Meat. Wakauza makampuni mengi, tena wameenda Safaricom. Hii itaathiri usalama wa taifa letu la Kenya. Hata majambazi wanaweza wakapata data za Wakenya, au wanaweza wakawasiliana bila ya kujua ama bila ya tracking. Wazo lako ni lipi kuhusiana na hii hatua ya serikali kuuza hisa zake kwa kampuni ya Safaricom kuelekea kwa kampuni ya Vodacom kutoka ruba za kimataifa. Mimi kazi yangu ni kukuelezea kukuhariria na kukuchambulia. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu tafadhali, ikiwa umeangalia mpaka hapa, subscribe, bonyeza kengele, sambaza ikanda kuelekea kwa vikundi vingi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.